Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Gobre TV, ninakukaribisha tena siku hii njema ambayo Mungu ametupa. Kama ndio mara yako ya kwanza, usiache kusubscribe ili uendelee kwao kwanza kupata mafundisho haya. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Gobre TV, leo tutajifunza kuhusu nafasi ya bahati. Mimi najua watu wengi mnajua neno bahati. Bahati manake inatokea mara moja. Bahati huwa inatokea mara moja. Kwa hiyo leo tutajifunza neno golden chance kwenye maisha yetu. Je, tunaitumia golden chance upande gani? Unaitumia golden chance hiyo upande wa adui, ama unaitumia golden chance upande wa Mungu? Kuna watu ambao wanasema nimepata neema, hiyo ni golden chance yangu, leo Mungu ameniinua. Golden chance yangu nimetumia nafasi moja tu kumwomba Mungu. E, Mungu naomba nisaidie. Mungu akambariki, ile ilikuwa ni golden chance yake. Lakini pia na shetani anatega golden chance zake. Unaenda tu kidogo, shetani anakutamanisha, anakuonyesha mali na wewe unakubali, maanake golden chance yako umeamua kukabidhi kwa shetani. Wacha nikuambie kuna vitu ambavyo huvijui lakini, ukivisikia kwenye masikio yako, lazima kuna kitu kitabadilisha maisha yako. Hivi ushe kufikiria mtu mmoja anaenda kuiba na ilikuwa ni mara moja tu, anaenda kuiba na hapo hapo akakamatwa, watu akamchoma moto, akafa. We unadhani ile ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni golden chance yake upande wa shetani kwa sababu kuiba ni dhambi, lakini alienda kuiba. Alipoenda kuiba mara moja, akakamatwa na akauawa. Ina maana ilikuwa ni golden chance yake upande wa shetani. Je, yeah. Wewe hapo umeiba mara ngapi? Kuna watu wameiba mara nyingi. Sio kuiba mpaka uibe mamilioni, sio kuiba mpaka uibe kitu ambacho ni cha thamani sana. Hapana, umeiba mioyo ya watu mara ngapi? lakini bado unaishi, maana yake na hiyo ni golden chance. Mungu anakupa golden chance, anaamini utatubu, anaamini utarudi upande wake siku moja. Kwa hiyo anatumaini kabisa wewe utakuwa siku moja utakumbuka, utarudi kwake, kwa ndio maana amekupa neno golden chance kwako. Hivi fikiria, kuna mwingine ana ndoa kabisa, amesimama kwenye ndoa yake, lakini siku moja tu akaenda kuzini nje Akapotelea huko huko, ile ndoa ikafa. Huo, nadhani hiyo golden chance ilikuwa upande gani? Ina maana golden chance ile ilikuwa ni upande wa shetani. Shetani alitoa golden chance hiyo, yule akavunja ndoa yake ambayo ni agano la Mungu, akaenda upande wa shetani. Na unakuta aliemteka ni kabinti tu, kamemteka. Kamemteka mbaba wa watu, kakijana kamemteka mama wa watu. A kaharibu agano ambalo Mungu alilitengeneza tokea zamani, agano la ndoa likavunjika. Lakini hili lilikuwa ni golden chance. Lakini kuna wengine waliingia kwenye kuzini, wakafa, golden chance ya shetani. Lakini wewe mwingine unaingia kwenye kuzini, bado unaendelea kusurvive unaendelea kuishi. Kaa tafakari, Mungu anakuazia mangapi? Mungu anataka urudi kwake, Mungu anataka urudi kwake ndio maana amekupa golden chance, ndio maana amekupa hiyo golden chance. usiichezee golden chance, usiicheze golden chance, rudi kwa Mungu sasa. Kuna watu siku anajiingiza kwenye tabia mbaya tu, fikiri. Kuna watu ambao siku moja tu anajiingiza kwenye tabia mbaya ndio zilipelekea kuwa na uraibu wa kudumu uliogharimu maisha yake kuna mtu alijaribu kidogo tu siku moja kunywa pombe, leo ni mlevi wa kupindukia, analewa chakali. Kuna mtu alijaribu kidogo kuvuta bangi, leo ni mvutaji bangi mashuhuri. Kuna mtu alitumia madawa kulevya tu siku moja, leo ni mlahi wa mitengeneza madawa kulevya, anatumia madawa kulevya sana hivi. Tafakari ili litumike golden chance kwa shetani akampata huyo mtu, lakini bado huyo mtu unakuta anaendelea kuishi duniani. Wa unadhani Mungu amwone? Mungu anamwona, na Mungu naye kampa chance moja abadilike, amfate Mungu. Anampenda, ndio maana anaendelea kuishi. Mungu anaamini yule mtu atabadilika, atabadilika, ndio maana anaendelea kuishi. Kuna wengine waliingia kwenye madawa ya kulevya, kajaribu amekufa kuna wengine walijaribu kunywa pombe ikawaua, lakini wewe bado ni mlevi na bado unaishi. My friend, Mungu anakupenda, Mungu bado anakupenda, rudi kwa Mungu. golden chance yako ipo kwa Mungu. Rudi, rudi, usiende huko. Uko na maisha ya dhambi, unaishi maisha ya dhambi, na bado unaendelea kusikia neno la Mungu na jumbe mbalimbali za kurudi My friend jua kabisa hiyo ni golden chance. Yani bado unaishi maisha ya dhambi na bado kwa neema Mungu anakujulisha neno lake, anatumia watumishi wake, wana ku, wanakuambia neno lake kwamba Mungu yupo karibu kurudi. Hivi haujiona kwamba hiyo ni chance ya muhimu sana? Tumia nafasi hiyo kurudi upande wa Mungu. Mungu anakupenda sana ndugu yangu, Mungu anakupenda sana Jua hiyo ni nafasi ya upendeleo, umepewa ni neema ya Mungu bado imekufunika. Hiyo ni neema ya Mungu bado imekufunika, inakufuatilia, inakupenda wewe. Huo ni wema wa Mungu juu yako, ndio maana unaendelea, ndio maana maisha yako yanasonga bado, ndio maana haujafa, kwa sababu bado Mungu amekupa golden chance. Inakupasa sasa leo. Ukisikia mafundisho haya ubadilike, nenda kwa Mungu, nenda kwa Mungu ndugu yangu, nenda kwa Mungu. Mungu anakupenda. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya mbili sura ya pili mstari wa nne kinasema, au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake Usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. au wa udharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa 21 pia kinasema Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzinzi wake. My friend, hiyo ni nafasi ambayo Mungu amekupa mpaka sasa. Hiyo ndo golden chance yako. Tumia golden chance hiyo kutubu. Nafasi hiyo haitakaa milele. Fanyia kazi, tengeneza maisha yako, tengeneza maisha yako wewe na Mungu, tengeneza maisha yako wewe na Mungu Kabla ya kuyaangamiza maisha yako, ndugu yangu. Ndugu yangu, maisha yako ndio dhamana yako. Hakikisha kabisa unatengeneza maisha yako. Ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia mafundisho. Tutaendelea kukujuza na kukupa mafundisho zaidi na zaidi. Mi naamini kuna siku utabadilika. Mungu akubariki sana.